Wanandoa, wana mahusiano, wewe mwanamke, mwanaume akikupenda, akitaka e, muishi kwenye, kwenye ndoa, mwoane mpate watoto, ni lazima huyo mwanaume wako aje na majibu ya vipimo vifuatavyo. Lazima mwanaume wako aje na majibu ya damu yake e, ni kundi gani? blood group yake ni ipi? Ni lazima mwanaume aje na majibu ya magonjwa ya kuambukiza, aje na majibu ya HIV, majibu ya kaswende, majibu ya homa ya ini lazima aje na majibu ya kipimo cha mkojo. Ni lazima aje na majibu e, ya, ya kipimo cha siko sel, kipimo cha seli mundu. Lazima mwanaume wako aje na majibu kama hayo. Lazima mwanaume anayetaka kuoe aje na majibu ya presha aje na majibu ya sukari ikoje katika mwili, aje na majibu ya hali ya figo ikoje. Hayo majibu yote ambayo anatakiwa aje nayo ni muhimu sana katika kuamua, katika kupanga familia ijayo. Eh, mambo ya kuingia tu kwenye familia hamjuani. Eh, umeona tu ana kitambi kikubwa. Eh, umeona tu ana mali, ana mdomo mdomo mzuri mm, ukadhani mtakuwa na familia nzuri na watoto wazuri. Kwa hiyo hakikisheni mwanaume e, e, e, anayekuja kwako kwenye nyinyi e, wanawake wanakuja na ripoti ya hayo majibu. Hiyo ripoti hiyo itumike katika kufanya maamuzi. Kadhalika wewe mwanaume, ambaye umempenda mwanamke umempenda mdada, unataka mwanzishe mahusiano ya kindoa, mpate watoto, kwanza kabisa mwanaume, hakikisha una majibu ya vipimo. E, e, e, e, pressure, sukari, hali ya figo, magonjwa ya zinaa, ugonjwa wa selimundu, sukari katika mwili ikoje, kundi la damu. Mwanaume hakikisha una ripoti hiyo. Kwa hiyo unapoenda kwa mwanamke, unaenda na mkeka wako na majibu yako, unamuonyesha na yeye anakuonyesha majibu yake. Kwa hiyo ni lazima mwanamke awe na majibu ya kundi la damu, ni lazima mwanamke awe na majibu ya magonjwa ya zinaa, ni lazima mwanamke awe na majibu ya ultrasound ya kuangalia mfumo wa uzazi, ni lazima E, mwanamke awe na majibu ya kipimo cha siko seli cha selimundu. Ni lazima mwanamke awe na majibu ya kipimo cha kuangalia hali ya mafuta katika mwili, kuangalia kama kuna magonjwa haya ya, ya autoimmune conditions katika mwili, lazima kuangalia mambo e, kama hayo. Kwa hiyo mwanaume na mwanamke kabla ya kufunga pingu za maisha hakikisheni mnajua eh, kuhusu ripoti ya hivyo vipimo. Mwanaume apime, mwanamke naye eh, apime. Mwanamke apime, mwanaume naye apime. Unajua kwenye ndoa eh, watu wanaingia kwenye ndoa kimihemko, amemwona ame, ame mwanamke eh, ana matako makubwa ana miguu makubwa, yote ya bandia, yote ya bandia, amevaa vigodoro na nini mm, sura makeup, ameji, ameji edit anavutia kweli kweli. Mwanaume pia mwanamke pia anaona mwanaume eh, ana magari ya kampuni magari ya taasisi mekodi magari, amevaa suti mm, anadhani kwamba mwonekano wa mtu ndio unaamua muwe na ndoa nzuri? Hapana, ndoa nzuri na watoto wazuri, watoto ambao wana afya, inategemea na uzima wa mwanamke na uzima wa mwanaume. sasa kama mwanamke ambaye unampenda hajawahi kupima, hana ripoti ya majibu yake, hivyo hivyo, kama mwanaume unayempenda e, hajawahi kupima, basi nendeni wote wawili, mwanamke na mwanaume, nendeni kliniki mkafanye vipimo hivyo, daktari atawaelezea vipimo, alafu baada ya hapo sasa ndo, ndo, ndo, ndo mtajua mnaingia kwenye mahusiano ya namna gani. Mwanamke ambaye umempenda mwanaume na mwanaume ambaye umempenda mwanamke, nenda na unayempenda hospitali. Mwanamke apime ultrasound ya kuangalia mfumo wa uzazi, kuangalia unaonekanaje. Lazima apime magonjwa yote ya zinaa, lazima apime magonjwa haya ya autoimmune. Lazima apime e, kama ana ugonjwa wa selimundu. Lazima apime sukari, mafuta, hali ya figo katika, e, katika mwili wake. Kadhalika mwanaume lazima apime kundi la damu kama mwanamke alivyopima. Lazima mwanaume apime hali ya seli mundu, kama ana ugonjwa wa seli mundu lazima apime figo, sukari, mafuta katika mwili wake. Lazima mwanaume apime kipimo cha mbegu. Lazima mwanaume ambaye unaingia naye kwenye ndoa, ujue umeingia na mtu ambaye yuko mzima kwenye uzazi, yuko kamili gado kwenye uzazi, kwa hiyo hakutakuwa na matatizo ya mimba kutopatikana, mimba kuharibika na mambo kama hayo. Mkiingia kwenye ndoa mkiwa mnajitambua hivyo, maana yake mtazuia matatizo ya uzazi matatizo ya mimba kutokupatikana kupatikana matatizo ya, ku, ya kupata watoto wenye magonjwa ya kurithi eh, na mambo kama hayo. Kwa hiyo jengeni desturi, nendeni mkafanye eh, vipimo kabla ya kuingia kwenye ndoa.